Ni Ali Mayai Tembele, nyota wa zamani wa Young Africans na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. siku za usoni, nyota huyu alichukua fomu ya kugombea urais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Kweli nimekuja hapa katika ofisi za shirikisho la mpira wa miguu TFF. Kama ambavyo unavyozungumza ni kweli, bahati mbaya fomu mimi sikuwa nimechukua, nilichukuliwa na e, jamaa zangu kina Amri Kiemba, lakini leo kama unavyokumbuka, kwa mujibu wa mwongozo, leo tarehe 20 ndio deadline ya kurejesha fomu. Sasa ndio nimetoka kuzirejesha na kuzikabidhi katika ofisi za shirikisho ili shughuli nyingine ziendelee. Swali ambalo wengi wanajiuliza Je, amepata udhamini? Changamoto ni sehemu ya maisha. Changamoto e, bila changamoto huwa hakuna maendeleo. Changamoto ndio huwa inapelekea kufanya e, mtu kufikiria, na hata wanadamu tumeumbwa hivyo kwamba kama Mwenyezi Mungu asingetuumba kuwa na njaa unajua tusingi watu tunafikiria namna ya kutafuta chakula. Kwa hiyo hata katika hii ni moja kati ya kitu ambacho e, sababu kikubwa hatuwezi kuzungumza kwa sababu lazima kwanza tuonyeshe e, kwa mujibu wa miongozo turejeshe alafu baada ya hapo mamlaka ndio itatoa e, taarifa rasmi kwa sababu tumerejesha ndio tujapata endorsement e, lakini sasa nafikiri baada ya ta, baada ya mamlaka ndio ita, indi, yenye mamlaka kwa sababu sasa hivi unajua si wakati wanani kuzungumza wenye mamlaka ndio watatoa taarifa baada ya E, mchakato mwingine ukiwa unaendelea. Uh, kwa kweli kama ulivyozungumza ni changamoto, lakini as far as nilichukua lazima nirejeshe, kwa hiyo nimerejesha kwa sababu nilichukua. Yeah. Uh, endorsement kwa sababu kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi endorsement kwa mtu mmoja, miaka ile ya nyuma, wakati ule ilikuwa ni endorsement ilikuwa chama, unajua ilikuwa chama au shirikisho la soka inaweza ikaendoze watu watu wa tano, watu wa sita, kwa kwa kwa kwa kwa sababu ilikuwa ilikuwa ni kama vile vetting, kwa maana ya kudhibitisha tu kwamba huyu mtu ana uwezo, ana ana uwezo experience, anafaa katika nafasi hii, kwa hiyo mnaweza mkapitishwa hata tano, sita, saba, kwa wakati ule ilikuwa hivyo, lakini kwa baadaye sasa hivi endorsement ya chama cha soka ni kwa mtu mmoja na kikisha muendozi hakiwezi na na kuwa nafasi ya kumuendozi mtu mwingine. Kwa hiyo hiyo ndio nafikiri eh, ni kitu cha kawaida lakini as far as tuna dhamira ndio sababu mimi nimerudisha fomu. Pengine lakini bado hujajibu swali kama umepata ukosa. Sasa mamlaka ndiyo itatoa taarifa rasmi, kwa sababu ndio sababu kuna mwenyekiti wa kamati, kuna kamati ndio ina mamlaka ya kuzungumzia haya. Sisi tunatakiwa kukomply na kanuni eh na kwa kurejea uchaguzi uliopita uh, bila shaka kila kitu umefanya kiwe sawa sawa. Kupisha yale yaliyotokea kwenye uchaguzi uliopita yasitokee kwenye uchaguzi ah, uh, e, e, e, e, ni kawaida, ni kawaida unajua, kadiri siku linavyozidi kwenda huwa kanuni sheria na taratibu huwa zinabadilika kutokana na mahitaji ya kila wakati. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida ambacho e, tunatakiwa kujiandaa kukifanya hivyo ili kuendana na mahitaji ya wakati, kwa sababu kila wakati huwa na mahitaji yake tofauti na wakati uliopita. Ya, kikubwa ni kujiandaa e, kujiandaa kikanuni na kisheria ili kuendana na mahitaji ya wakati. Umeridhishwa? Ya. Na, ume, ume na mchakato mzima wa kuchukua na kurejesha mchakato wa kuchukua mm -hmm. Nimechukua na kama hivyo mwongozo unavyotoa kwamba lipia kiasi fulani, then utapata ile fomu na kurejesha. Unajisajili wakati wa kurejesha, na kila kitu ulichokiambatisha hapo, na kisajili kwamba katika viambatisho vyangu kuna hiki na hiki na hiki na hiki na hiki vyote, nimetoka kuvisajili hapo sasa hivi, then naziachia mamlaka, ndio ndio zitatoa ripoti rasmi ya kile ambacho kimetokea kwa sisi ambao tume tume tume, nani tumerejesha. Kwa upande mwingine ni mwenyekiti wa wa zamani wa Young Africans Dr. Mbete Msindo Msola naye anarejesha fomu ya kugombea kiti hicho. Mmoja kurudisha fomu ya mzee Dr. Mbete Mshindo Msola. mimi ni mwanaye naitwa uh, Mshindo Msola pia mtoto wa kaka yake, mdogo wake uh, leo tumuona ni siku sahihi na siku yenye baraka kurudisha fomu ambayo alishaichukua na leo ndio siku yake tumekuja kurudisha. Labda fomu umechukua na kurudisha. Naona imekamilika kwenye kila kitu, maana kuna mchakato wa mambo ya endorsement. Wewe wa niwahakikishie, ni wadau wapenzi na Watanzania wote kwamba Dr. Mbete Mshindo Msola ni mzoefu na mbobezi wa mambo ya mpira, kwa hiyo anafahamu taratibu za mpira kwamba kila kitu kiko safi na kiko salama okay. Kila kitu kiko moves, na tunashukuru bodi ya, tunashukuru TFF taratibu ni mzuri na hakuna bugu za yoyote Dokta Mbete ana dharura leo, ana dharura, yuko nje ya mkoa, ila mimi kama nilivyosema awali, mimi ni mwanaye na ni mwana michezo pia. Kwa hiyo nimeona ni, ni sahihi kuja kutekeleza wajibu wa jukumu lake hili ambalo ni, ni, ni kawaida kikatiba. Katiba na ruhusa kumletea fomu yake. Ukishakuwa mzoefu ni mzoefu tu, huwezi kuumbishwa sana sana, uzoefu unazidi kuongezeka kwa sababu hajawahi kutoka nje ya michezo. Maisha yake ni ya michezo, yeye ni msomi wa michezo wa mpira. Kwa hiyo tegemeni tu kwamba kama atabahatika, Mungu akimjalia kuwa kiongozi, basi tutegemee mambo mazuri na makubwa kutoka kwake. Asante sana endorsement kwa kwa kila kwamba kupata ambazo kwa maana kuanzia kuendelea. Labda niliseme tena hili kwamba Daktari Mbete mshindo Msola ni mbobezi wa haya mambo, na nafahamu taratibu za uchaguzi. Kwa hiyo ni otoa shaka kwamba kila kitu kiko sawa kabisa. Na ulihusika pengine labda kumshawishi mzee nafasi au ni yeye aliamua nafasi ya kuchukua hii nafasi? Kwa wanaonifahamu, wanajua kabisa kwamba Dr Mbete mimi ni rafiki yake, ukiacha tu mtoto, ila ni rafiki yake wa karibu sana, hasa kwenye mambo ya michezo. Kwa hiyo nilihusika kwa namna kubwa tu kumwambia huu ni wakati sahihi yeye kurudi sasa kwenye ngazi kubwa kabisa za kuhakikisha mpira wetu unaenda mbele zaidi na zaidi. Sahihi, sahihi, kila nyakati zinakuwa zina zina nafasi yake. Kwa hiyo naamini dokta atakuja kubadilisha na kuongeza ama ku, uh, kuleta chachu zaidi kwa yale ambayo wenzake wameshaanza na kuendeleza.